Bwana e, baada ya Diamond Platinumz kutumia wimbo wa Ibra katika picha ambazo ameziposti hivi karibuni, ni kwamba pia vile vile meneja mmoja katika mameneja wa Diamond Platinumz, hapa tunafahamu kabisa kwamba eh, Diamond bwana ana mameneja wengi, ana mameneja takriban ni watatu, na mmoja wapo ni Babu Tale, lakini pia yupo Salamu SK ambaye huyu ndio international manager wa Diamond Platinumz lakini pia yuko Said Fela ambaye naye pia ni manager vile vile. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana huko mtandaoni ni kwamba tunafahamu kwamba hivi karibuni Diamond aliamua kutumia wimbo wa Ibra katika katika picha zake ambazo alikuwa ameziposti, lakini baada ya hapo ni kwamba this time around manager wake ambaye si mwingine bali ni Babu Tale, na yeye pia ameamua kutumia wimbo huo, huo huo wa Ibra ambao unaitwa copy and paste katika moja kati ya picha ambazo ameziposti. Tunafahamu kabisa kwamba Babu Tale bwana ni mbunge na kuna picha fulani hivi alikuwa ameiposti akiwa, kama akiwa yuko bungeni. Sasa katika audio ambayo ametumia katika hiyo picha ni wimbo wa Ibra wa copy and paste. So ni moja kati ya vitu ambavyo vimewafurahisha watu wengi sana. Uh, comment zimekuwa nyingi sana kuna watu walikuwa hawaja expect wala kutarajia kwamba kitu kama hiki kitatokea kita lakini ndo hivyo kweli mambo yamehappen so page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na swala hilo kwa mfano. Uh, kuna page hapa, wamekuja hapa wameandika kwamba Babu Tale aipokea copy and paste ya Ibra page nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana copy, copy and paste ya Ibra imemfikia Babu Tale bungeni E, wakaandika hapa kwamba bwana mbunge wa Morogoro Kusini Mashariki na meneja wa Star wa muziki Diamond Platinumz Babu Tale ameshare picha kwenye ukurasa wake wa Instagram na kusindikiza na ngoma ya copy and paste ya msanii kutoka Konde Gang Ibra. Wadau wamekuja kuweka maoni yao, kwa mfano hapa kuna mtu anasema, bwana siku zote walikuwa wapi wa msapoti, leo hii wameanza kujitokeza, binadamu bwana. Kwa mtu amesema, bwana huyu ndo mbunge ambaye aongeage kabisa bungeni. Kwa mtu amesema kwamba bwana huyu Tale sielewagi eh? kazi yake hapo bungeni kwa, kweli kwa msikombe bwana babu tale. Bwana na yeye pia ameamua kupita na upepo, sio swala baya kwa mtu msikombe bwana. Hapa kuna uwezekano kweli huyu kijana kasainiwa WCB, kwa sababu kama bosi tale ameposti iko kutumia wimbo wake, basi obviously eh, inawezekana hivyo. Kuna mtu amekuja ku comment. So, ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuweke maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na ku reply kila comment, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.